Haimekuwaje? unampa hiyo shilingi mia tano hapa apa, akanikuta, sijisiki kupika leo, nimekaa nime hapa ndo nikampa yoyelo, nikapea, nenda nenda kanunue mandazi matatu na juisi ya mia mbili Akirudi jioni tutaangalia tutafanyaje. Wewe, shilingi mia tano inamtosha, inamtosha ukwenda kula. Sababu ya nigeiyo shilingi mia tano chika hii, chika chukua hiyo shilingi mia tano nenda gengeni kakusanye vitu ulete hapa ndani tupike, nige ile shilingi elfu kumi yangu nilokupa. Unataka nionekane mimi mtoto namtesta? Hii mia tano ndogo kwa utumbo gani alokuwa na mtoto, nigempele elfu kumi akaile yote. Si nimesema jioni napika hapo, shida nini jamani? Sasa wewe jioni unapika, unajua kabisa una mtoto kaenda shule. Huu mtoto akirudi anakula nini hapa nyumbani? Oo, naitafutae hey, nisikilize. Mi natafuta, ujue, kwa ajili ya familia yangu, hasa isiwe ikawa huko naenda naangaika na nyumbani pia we uniangaishe. We unathamini mchezo kuliko hata maisha hapa ndani. We mimi nakuachia hela ya kula kwa sababu najua una mtoto hapa nyumbani. Unashindwa nini kupika mapema huyu akarudi akala? Sasa mimi kufuga ujinga siwezi hata kama nakupenda kiasi gani. Lakini u mtoto pia ni bora umi mtoto wa dadangu na nimeachiwa, tunaishi naye hapa nyumbani kwao, tunatakiwa tumuheshimu. Afu mimi nyumbani kwangu hila ya kula sitaki yeah. Sasa uchague moja hapa uingie ndani ukapike, au unipe unipe hiyo elfu kumi mimi nichukue mwanangu nikale naye magengeni. Kipi bora kwako? Wewe umenichoka oh. Najua kabisa umenichoka, yaani mtu mundani, usijisikie vibaya, usiumwe mwili, usigome, okay. Naenda kupika nikafia jikoni, si ndio mnachokitaka? Napike. Hey, hey. Naenda ndio naole wako unguze. <laughs>